Shujaa huyo ambaye ameweka historia kupeperusha bendera ya Tanzania kwenye mlima huo aliwasili na shirika la ndege la Ethiopia akiwa ni njema, baada ya kupanda mlima huo kwa miezi miwili, akizunguka na waandishi wa habari. Muda mfupi baada ya kuwasili kwenye uwanja huo, Fred ameeleza kugugwa kupanda mlima huo ikweli, pamoja na kutumia viatu vya chuma, kulala, kutembea wakati wote kwa hewa ya ziada na kujua kutembea vizuri kwenye barafu, mazoea ya kujua kutembea kwenye barafu za muda mrefu niaakuachuma. Na swala lingine la kutumia oxygen, kulala kwa kutumia oxygen siku kucha mpaka siku hiyo, unabidi ulala upande mmoja au bavu, kulala upande mwingine, sababu kwa sababu una Muna kwenye uwanja huo wanafamilia pamoja na kumpa pole, lakini wamepongeza fedi kwa kukuletea sifa kubwa mlima Kilimanjaro ambao ndio chimbuko mafanikio hayo na taifa kwa ujumla. Kwa uwanja wa mashujaa kunafanyika sherehe za maziwa kitaifa zawadi ya katoni moja ya maziwa na kaimu katibu tawala mkoani Kilimanjaro e Marisa, na kuelezwa kuwa ni kielezo cha taifa. Akupongeza sana na tunakushukuru kwa kuitangaza nchi yetu ya Tanzania ulimwenguni, hata ambao walikuwa wamazaigii Tanzania sasa wameweza kuifahamu, na pia umetangaza mkoa wetu wa Kilimanjaro, tunakupongeza sana Kuto katika uwanja wa ndege kimetekwa Kilimanjaro, mkoani Kilimanjaro. Mimi ni James Cole wa ITV.